Taifa lingali kwenye simanzi. Hii inakuja baada ya kutokea kwa ajali mkoani Mbeya iliyosababisha vifo vya watu 28 na ajali hii ni kama imekwenda kutonyesha machungu ya watu ambao hushuhudia ajali kadhaa mwanzoni mwa mwaka huu. Hii leo Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa takwimu zinazoonyesha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili ajali ambazo zimetokea nchini zimesababisha vifo vya watu zaidi ya elfu moja mia mbili. Ni taarifa za kuumiza, kwa kuwa licha ya kwamba wengi wanapoteza maisha ama kufa, lakini wengine huwa wanaachwa na ulemavu wa kudumu. Kulikoni jinamizi hili limeendelea kuwa mwiba mchungu hapa nchini? Je, ni kweli bado kama taifa tumeshindwa kudhibiti ajali ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara, ambazo nyingine sababu zake zimekuwa zikieleweka. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye nakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Tutapiga darubini kuona nini ambacho kimetufikisha hapa, nini ambacho pia kinaweza kututoa hapa na hatimaye hizi ajali kubaki kuwa historia studio kuweza kuangazia haya ambayo yanaendelea, tumemwalika Mustafa Mwalongo, ni mkurugenzi wa mawasiliano kutoka chama cha wamiliki wa mabasi hapa nchini TABOA. Karibu sana. asante kwema kwema kabisa. Mambo anakwenda na mambo yatakapokuwa yamekaa sawia, tutakwenda pale Dodoma, katika studio zetu na kuungana na DCP uh, Johannes Kahatano ambaye yeye ni mkurugenzi wa usafiri Uh, barabarani kutoka LATRA ambao na wenyewe wamekuwa na jukumu la kudhibiti uh, vyombo mbalimbali ambavyo vinatumia barabara. Lakini kabla hatujapiga hatua zaidi, kwanza tuanze kwa kumsikiliza Dkt. Samia Suluhu Hassan, hii leo akieleza uh, takwimu za hali ya mambo ilivyo hapa nchini, na hii ameisema akiwa kwenye maafari ya maafisa mbalimbali wa jeshi la polisi alipokuwa katika chuo cha polisi hii leo pamoja na jitihada zote tunazochukua natambua kwamba jeshi limejipanga kuna jitihada kubwa zinachukuliwa kuna miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani lakini bado mzimu wa ajali umetuandama ni miezi minne januari mpaka mwezi wa nne matokeo elfu moja mia tatu ishirini na mbili yaliripotiwa na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni elfu moja mia mbili sabini na tano ongezeko la asilimia tisa ukilinganisha na mwaka 2024 kwa hiyo kila tunavochukua hatua ndipo ajali nazo zinaongezeka zina sasa hebu tulitizameni vizuri eneo hili kuna nini hasa kama ni barabara zetu kama taifa tufunge mikaja upande mwingine tutengeneze mabarabara yetu ili ajali zisitokee, okay. Kama ni kufunga vifaa vya usalama barabarani tufanye hivyo. Kama ni uzembe wa madereva madereva wawekwe, wafundishwe, muwe mweke mweke, um, conditions ngumu za kumfanya mtu kuwa dereva. Najua kwa sasa hivi anayefanya ajali ya kwanza ya pili ya tatu ni kufutiwa leseni, kupunguziwa points kwenye leseni lakini kuwe vi na vikwazo zaidi vya kumfanya mtu awe dereva na dereva makini samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania akitoa takwimu hizo kwa miezi minne ya mwanzoni mwa mwaka huu zaidi ya ajali elfu moja mia tatu zimetokea na kusababisha vifo vya watu zaidi ya elfu moja mia mbili akisema ni ongezeko la asilimia tisa la ajali ukilinganisha na hali ya mambo ilivyokuwa mwaka uliopita Mustafa, no. uh, Rais ana, ana, anaonyesha kwamba bado kuna ongezeko na watu uh, wanafariki kwenye hizi ajali. Tumekosea wapi? Uh, mimi nasema bado hatujakosea. mm -hmm. Kwa sababu ajali zinatoka kwenye situation moja zinakwenda kwenye situation namba mbili. Siku za nyuma tulikuwa tunaona uzembe wa madereva ndo ulikuwa kigharimu sana vifo vya watu, lakini sasa hivi sio madereva tu, miundombinu yetu imekwisha kuwa finyu kwa, kwa maana kuna baadhi ya maeneo tunatumia barabara za henzi ya Uhuru, lakini idadi ya magari imekwisha kuwa kubwa. kubwa zaidi na kuna baadhi ya barabara askari wetu wanabidi wasimame kuruhusu upande mmoja gari zipite baada ya muda tena waruhusu upande wa pili upande mwingine wazuie, ili kutaka kuokoa tu ajali. Mimi nakumbuka elfu mbili na kumi tulikuwa tuna vifo zaidi ya wa watu elfu nane nane elfu tisa tulikaa kikao Dodoma pale na waziri wetu nakumbuka alikuwa wachukuzi wakati ule likuwa, chukuzi, wakatule, likuwa Mwakyembe tunazungumza ajali hizi. Kwa hiyo mpaka kufikia elfu moja na mia ngapi hii ziku yako maeneo ambayo tumekwama kwa maana kama pale Mbeya si sehemu ambayo ndo tumeanza kusikia sasa ajali mm. Katika ile milima ya Mbeya nadhani pale kuna milima mitatu ambayo yote ni hatari mm. kuna pale Meta kuna huo wa Mbalizi. Yale maeneo yanahitaji barabara kuwa kubwa, yaani barabara ambayo inaweza ikamsaidia dereva. Zile barabara hazina huruma na dereva hata kidogo, zipo kwenye mazingira magumu. Kuwe na barabara pana lakini hata kuwe, kuna maeneo ambayo gari ikishindwa kupanda iweze kuingia kwenye mchepuko fulani, kwa ajili ya kuangalia nini gari linashindwa kupanda. Kwa hiyo zile barabara sio rafiki, hizo barabara ninazotaja, hiyo milima ninayotaja, ambayo iko Meta nani iko Mbeya mm, lakini vilevile na nchini kuna baadhi ya maeneo bado shida, na hapa katikati mvua zimenyesha, mimi nimetembea kidogo barabara ya kwenda mikoa mm, ya kusini, kuna baadhi ya sehemu barabara changamoto sana kuwa laumu madereva, lakini mama alichokieleza ndicho ambacho tulikuwa tukikizungumza sisi wamiliki siku zote, dereva kumpa adhabu sio solution. Elimu wanaopewa huku imekamilika ili waweze kuwa na uzalendo, kwa sababu unaweza ukawa unafanya kazi lakini huna Uzole. Uzalendo ule uzalendo kwamba hawa niliopakia ni binadamu sehemu kwenye, kwenye ya ku overtake unajiuliza, na overtake hapa, hawa nilio wapakia. Kwa hiyo kwenye mitaala ya madereva kama alivyosema Mheshimiwa Rais, lazima kuwe kuna mikakati migumu ya upatikanaji madereva mm. Sisi wamiliki tunaangalia CV za dereva kwa maana amesoma wapi, ana uzoefu gani, eh, alifaulu, eh, kama alisoma VETA, basi tunaangalia vigezo hivyo na kumpa kazi lakini mitaala hii ifanyiwe kazi ibadilishwe. hmm. kuwa dereva wa basi, kuwa dereva wa lori, kuwe kuna vitu vinavyokutoa jasho mpaka ukapata hiyo leseni hmm. Umesema kwamba wamiliki <laughs> nyie mnacheza mna, mna, tu na CV uh, zamani wakati aujaja au taratibu uh, kulikuwa kuna watu uh, majina yao makubwa sana hasa kwenye uendeshaji wa mabasi na nini na Uh, walikuwa ni watu potential sana, leo namuona kwenye mabasi haya kampuni hii, namchukua na nini, lakini wengi walipotea baada ya pale kuleta haya mambo ya vyeti kwenda NIT na mm. mambo kama hayo, unaamini ujio wa haya yalipoteza madereva wazuri? Na tulipaswa kufanya nini ili hawa wabaki na labda wangesaidia kutuongezea madereva wengine wenye viwango? Uh, unajua hao madereva unaozungumza, ambao zamani tulikuwa tukiwanunua, mimi naweza nikasema kwa, uh, kwa nyakati zile mm. Unajua nyakati zile kulikuwa kuna gari aina mbili tu, Leyland na Scania mm. Sasa hivi tuna gari za kisasa, usipoenda darasani lazima kuna vitu uwezi kuvielewa, tuna gari za kisasa sasa ukimchukua yule dereva ambaye unamzungumzia wewe, ukimuingiza kwenye Haiga au Yutong, atapotea kwa sababu inahusisha mambo mengi, kubalansi isi, kufanya nini, lazima usome, lazima usome ili uweze kuyaendesha yale mabasi kwa sababu ni ya kisasa. Aya, mimi nadhani <coughs> madereva kama alivyosema Mheshimiwa Rais hapo walipozungumzia, hapo ndo kuna shida hapo kuna shida hapo? Mm. Eh, mama ameona tena, ameona mbali kwamba madereva watengenezewe mitaala migumu ya kuweza kufikia malengo ya kuwa dereva. Lakini unataka kusema kwamba Mwalongo nanii mitaala ambayo iliyopo sasa hivi imeacha hiyo nafasi, ndio maana wanacheza cheza? Ama kuna ujanja ambao unafanyika na kuendelea tu kuzalisha haya makapi yakaingia huko? Hapana, kwa sababu kama adhabu zinatolewa, adhabu nyingi: wanafutiwa leseni, wanafutiwa madaraja, zinafungiwa leseni miezi sita sita. Wewe kama kazi yako ni udereva ukafungiwa leseni miezi sita, ikimaanisha familia yako itaishi katika mazingira magumu lakini sasa hizi imeonekana haitoshi, hayo yote wanaofanya jeshi la polisi, imeonekana haitoshi. Haitoshi. Sasa tunaangalia nini, shida inayopelekea mpaka ajali hizi, mimi naamini wakirudi darasani, kama lata waliwarudisha darasani, wali ulipiga kelele sana madereva hmm, lakini walikuwa wanapiga kelele nini? Mtu unaambiwa ukaongezewe ujuzi kulingana na hali ya sasa, unakataa au unalalamika, unalalamika nini mimi nadhani lile ndo la muhimu. Hizi adhabu tutawapiga faini nyingi sana, kama zingekuwa faini zinasaidia basi ajali zingepungua. Kwamba naogopa faini, naogopa kufungiwa. Mtu akifungiwa anaenda kuendesha bodaboda boda. E basi akifungiwa huko, mimi nadhani mitaala iwe ya kizalendo, watu waone kwamba hmm. hao tunaowapoteza ni Watanzania wenzetu, wa hawa tunawapoteza ni binadamu, taifa la kesho kuna watu o wanasema kwamba uh, abiria nao wamekuwa ni chanzo, japokuwa uh, kuna watu wengine wanasema haiwezekani, wewe umekabidhiwa chombo ukashawishiwa na abiria. Hapa ndiko ambako unaweza ukasema kwamba mitaala sio sahihi. Sisi tunafanya research mara nyingi sana, hili swala la kusema abiria wanashawishi ilikuwa miaka ile sio sasa. Gari jipya akaja akaja abiria mmoja anasema nakupa bonasi elfu hamsini na nitaclear faini utakazopigwa. Ndio zamani ilivyokuwa mm. Zamani umekamatwa umeovaspidi, unasimamishwa, unapigwa faini pale pale, abiria wanakulipia. Sasa hivi ukiovaspidi, daraja la leseni yako inafutwa. Ukiovaspidi unafungiwa leseni. Sasa abiria atakusaidia wapi? Familia hawezi kukusaidia. Kikubwa tu tuwe wazalendo na kazi tunazozifanya okay. Turudi kwako Mwalongo, sasa tuende Dodoma pale uh, tunaungana na DCP Johannes Katano. Karibu sana Katano, na uh, mjadala wetu unagusia hali ya mambo ilivyo, uh, na ajali ambazo zimetokea, Rais akitoa takwimu hii leo kusema katika kipindi cha Januari mpaka April zaidi ya ajali 1300 zimetokea na watu zaidi ya 1200 wamefariki kwenye ajali hizo. Nyie mmekuwa miongoni mwa wasimamizi wa eneo hili, nini hasa inaonekana bado hakijakaa sawa hata tunaendelea kushuhudia hizi ajali ambazo nyingine zinatajwa kwamba zinasababishwa tu na watu na hata miundo mbinu? Na, nashukuru sana na kama walivyoweka sababu ziko nyingi za ajali kutokea uh, lakini kubwa ni ya uh, binadamu sisi wenyewe tunaotumia barabara, ukianzia uh, na madereva uh, watembea kwa miguu uh, watu wa pikipiki, baiskeli wote hao nao wanachangia wana, lakini pia kuna swala la miundombinu uh, kwa maana sasa ya barabara yenyewe ambao unazitumia mm kama zikusanifaa vizuri au hazikufanyiwa matengenezo sahihi, naye inakuwa ni changamoto. Lakini pia barabara hiyo hiyo ni maeneo ambayo na changamoto kama miteremko mikali sana, ambako kumekuwa na, na hiyo na, na shida ya aj, aj, aj, aj, ajali kutokea kila, kila wakati. Eneo la wa tatu ni la magari yenyewe, na hili pia ni eneo ambayo kwa Tanzania tuna shida kubwa kwa sababu mag magari yanatakiwa yaingie barabarani yakiwa ya ni ma ni mazima uh, lakini tofauti na nchi nyingine sahivi hapa kwetu tumekuwa na mfumo ambao sio sahihi sana wa ukaguza magari uh, magari tunakagua sio kwa undani sana, na hii inatoa nafasi kwa magari mengi tembea barabarani yakiwa aya kwenye hali nzuri. Kwa hiyo ukiunganisha yote haya ndio anatufikisha kwenye hii hali ambayo tunayo sasa hivi leo. Lakini laki kama serikali hatujakaa kimya kimia mm. Bado tunaendelea kuchukua hatua kwenye haya maeneo, kudhibiti tabia za binadamu, na hili kwa upande wa tatu naifanya kwa, kwa sehemu kubwa sana, lakini wenzetu wa miundombinu kama mamlaka za barabara TANROADS, TARURA na ubunifu umeongezeka kwenye usanifu wa barabara <coughs> kuweka alama za barabani na alama za za muhimu, wanaweka taa sasa hivi baadhi ya maeneo kwao, nae ni ni moja ya afu ambayo inafanywa kwenye ili, ili, ili eneo hmm, labda niseme kama kitu ambacho tumekifanya eneo, tumewekeza sana kwenye mifumo, hasa mifumo ufuatiliaji wa magari barabarani kwa maana ya VTS, ambayo sisi tunaofanya tathmini ya kwetu ya ndani tunaona kumekuwa na matokeo chanya makubwa sana kwa maana ya kupunguza matukio ya ajali mm, na madhara ambayo yanatokana na ajali hizo. Kwa hiyo hii kwetu sisi tunaona kama ni hatua ambayo tumefanya kama serikali, lakini bado tunaenda kushikia na wadau wengine sasa jeshi la polisi um, kutumia huu mfumo wa VTS na kama alivyosema mtangulizi wangu alikuwa na, sasa hivi kupitia VTS madereva wameweza kuwa na nidhamu, kwa sababu polisi wanatumia mfumo huu ubabaini madereva ambao wanakunda spidi, wanachukua hatua, kuandika faini, kuwafungia leseni. na si kwa upande wetu tunashughulika sana na wamiliki wa mabasi haya ambao nao tunachukua hatua na sasa hivi tume madereva tumeanza kuwasajili. Sasa hivi kwanza wanafanya mtihani ili kusajiliwa e, na sasa hivi tuna madereva ambao tushafanya tena kufauru karibu elfu nne na mia tano ambao lakini ambao tumewasajili na subiri kufanya mtihani ni, ni karibu ni elfu thelathini na nne mm na ambao tumewaingiza kwenye mfumo kwa maana kwa utambuzi ni elfu nane na mia tano almost. Kwa hiyo yote zinafanyika hizi kwa ajili ya kudhibiti hii tabia za binadamu okay. Na kimsingi matokeo yanaonekana sasa hivi ni mazuri, kwa sababu ukizingatia sasa hivi mabasi ya tabia usiku kwa asilimia zaidi ya sabini a, tumeanza mwaka jana, sasa hivi niona hali ni una, haline, haline, shwari mpaka sasa hivi mm. Hatuna matukio makubwa ambayo yametokea ya ajali. DCP ka 5 ili eneo ambalo la kuweka hivyo uh, vidhibiti mwendo uh, mmeweka zaidi kwenye mabasi ambayo uh, kiukweli kwa sasa ajali zimepungua tofauti na hali ya mambo ilivyokuwa mwanzoni, lakini ukirejelea matukio mengine hivi karibuni, anaonyesha magari mengine ndo yanayohusika, mfano maroli yamekuwa pia chanzo cha hizo uh, ajali ambazo zimesababisha vifo vya watu wengi, huku nako mna lolote ambalo mnalifikiria? Uh, asante sana ndugu uh, mtangazaji, ili eneo tumeliona na tumeanza jitihada hizo, kwa sababu tumeanza kuboresha kanuni za magari ya mizigo na sasa tumeingiza hilo hitaji la kufunga vifaa vya vya kufuatilia mwendo madereva na tunatarajia mwaka huu wa fedha unaoanza mwezi Julai, tuanze utaratibu kwa maana kufanya kufanya uh, uelimishaji kwa wamiliki halafu ndo tuanze kufunga vifaa hivyo. Na sasa hivi tunakwenda kujenga pia mfumo mpya wenye uh, uwezo mkubwa kwa maana ya ku, kuweza kuchukua magari mengi zaidi hasa ya mizigo kuanzia tani tatu na nusu lakini pia tunakwenda mbali zaidi, hata magari ya mjini haya daradara hizi tunaenda kuzifunga vifaa hivi, na hapa zaidi ni kwa ajili ya kudhibiti ukalishaji wa ruti na baadhi ya maeneo ambayo yanakimbia sana magari hayo. Lakini kwa upande wa magari ya mizigo, tunapenda zaidi kwenda kudhibiti uchovu wa madereva, kwa sababu kupitia mfumo unaweza kujua sasa dereva huyu ameendesha gari kwa saa ngapi, amepumzika kwa saa ngapi. Na sasa hivi kanuni za madereva karibu zinakamilika, kwa madereva wanatakiwa wanapoendesha baada ya muda fulani apumzike, aendele na safari yake. Lakini pia tunaweza kuona pia na kama gari limekimbia sana, na sasa hivi kwa vile wadhibitiwi wa, wa, ukiingia wa barabarani, kunaona kabisa hasa wana, wana, wana mzigo wanakwenda spidi kubwa, na kwa ni tishio kwa magari mengine na ukifuatilia takwimu na taarifa ajali mbaya ambayo zimetokea hivi karibuni, nyingi zimehusisha malori na magari ya abiria hmm. Na, kwa hiyo unakuta kuna hiyo huu muunganiko ambao hauna uh, afya wa matukio kutokea. Kwa hiyo kama mamlaka utenda kuchukua kuangalia jinsi ya kudhibiti hali ili kila mtu anayekuwa barabarani aweze ajisikie amani kwamba yuko salama hapo mm. Hapo DCP uh, ka tano, nyie mmekuwa na uzoefu wa uh, tabia za na mwenendo hawa madereva uh, hasa kupitia hata mfumo ambao mmeuweka kwa najua kabisa labda, uh, moja ya shida ambazo zipo kwa madereva ni moja mbili tatu, na leo rais pale amesema kwamba anataka aone mitaala ile, eh, ya hawa madereva, kupati, madereva kupatikana lazima iwaminye kweli kweli, ili wakitoka wawe wameiva haswa. Nafasi yenu nyewe kuvisaidia hivi vyuo ambavyo ndo vinatengeneza hawa madereva ni ipi ili kuhakikisha kwamba tunaondokana na kurudia rudia kwamba shida ilikuwa uzembe wa madereva, mwendo kasi wa madereva, vitu ambavyo wanavifahamu. Uh, tuna nafasi kubwa eh, japo hatuna ushirikiano moja kwa moja na vyuo, kwa sababu vyuo vinasajiliwa na jeshi la polisi na ndio wanavisimamia, lakini na sisi kwa mjibu wa sheria yetu, kifungu cha tano, sehemu ya kwanza, hii tuna eneo eh, la kuwathibitisha madereva walmbosha magari ya ya kibiashara. Na katika hili tumeandaa mfumo ambao ni electronic, ambako madereva wale wa magari ya biashara natakiwa waingie, wafanye mtihani na kifaa, mtihani usahishwa na kompyuta. Kwa wale waliopita, ndio wanao tunawapa vyeti kwa ajili ya kuendesha magari ya kibiashara, na kama nilivyotoa takwimu kwamba mpaka sasa hivi tuna madereva ambao washapata mtihani zaidi ya elfu nne mia tano mm. Lakini waliofanya mtihani wengine wakafeli ni karibu elfu tano wa waliofeli. Unaona, naweza ukaona kidogo kwamba tuko strict kidogo kwenye usimamizi wa eneo hili mm. you know. Kwa hiyo tunafanya tuna namna hiyo na tunashirikiana hivi vyo kuandaa ye mitihani kufanyia mapitio you know. Kwa hiyo tuna, tuna ubia wa jinsi hiyo katika eneo. Okay. Tutarudi tena kwako kaa kwa tano uh. Mwalongo, umemsikia kwa tano na hizi mm. takwimu ambazo ametupatia uh, kwa hiyo inaonekana kumbe, uh, kuna udhibiti huko upo mm -hmm. Upo sio ila sio katika asilimia mia, mia. Mm -hmm. mm. Unajua, kwenye hili swala la ajali ni mtambuka kidogo, kwa sababu <coughs> linahusisha maeneo mengi wamiliki, okay wasafiri wenyewe, madereva, polisi, latra, watu mm. wengi, linawahusisha swala mm. mm, lakini hao wote kama wakikaa kwenye nafasi zao vile inavyotakiwa, tunaweza tukasogea. Okay, kwa maneno machache mamlaka sa gambzishauri zifanye nini kudhibiti hali ya mambo, ungesema nini? Uh, kwanza wangeangalia ili swala la malori mm, ingewezekana, kuna baadhi ya malori yangepunguzwa kusafiri usiku kwa hizi barabara zetu ambazo toka uhuru mtu sasa hivi anamiliki loli mia saba mia tano, na anatembea katika barabara hii ambayo tuliitengeneza enzi za uhuru. Kwa hiyo wangeweza ku maximize maloli mengine yaweze kutembea mchana, usiku yasitembee. Lakini la mwisho ambao ningeweza kushauri mamlaka, hebu kila, kila taasisi isimame kwenye nafasi yake. Hmm, tunaweza tukasogea. Okay. DCP ka 5 uh, tumalizie kwa maneno machache uh, kutoka kwako. hali imeshakuwa hivi uh, nini ambacho kina, kinaweza kikawa mwarobaini kwa maneno machache tu? Uh, mimi na sasa kama wadau, unajua ili eneo la usalama barabarani na wadau wengi mm. Uh, kwanza lazima tu tuwe na uratibu wa pamoja ambao sasa hivi tunafanya kupitia baadhi ya taasisi za usalama barabarani lakini tuwekeze zaidi kwenye mifumo badala ya kufanya kazi hizi kwa mikono na kukimbizana na watu barabarani hmm. tuwekeze zaidi kwenye mifumo na hiyo hapa ni swala la serikali yenyewe, kwa, kwa maana kuwa na bajeti ya kutosha uh, kwa, kwe, kwenye mifumo kwenye kwenye kutoa elimu kwa umma, na swala la elimu nabidi anzie ngazi ya chini kabisa shuleni kwenye familia alafu na kutumia vyombo vya habari eh, ambayo ambao nafikia watu wengi okay. Zaidi uh, mwisho ni kila mtu wajibike kwenye jambo eneo hili weni hmm. Eh, mwenda kwa miguu, uwe ni dereva miliki wa gari, kila mtu atambua na wajibu gani kwenye inaona usalama barabarani na, na alitegeza al kikamilifu al al nam okay. Okay. Nikushukuru sana uh, DCP Johannes Ka nam ni DCP Johannes Katano, mkurugenzi wa udhibiti wa usafiri barabarani kutoka LATRA. Kini hapa studio imekuwa naye Mustafa Mwalongo, ni mkurugenzi wa mawasiliano kutoka chama cha wamiliki wa mabasi nchini, TABOA. Ni kushukuru pia nawe, asante nam. Na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku ya leo. Leo tulikuwa tukimulika eee, mbinu ambazo zinaweza zikasaidia kupunguza ama kumaliza ajali za barabarani, hii ikiwa ni zaidi ya saa 48 na tangu kutokea kwa ajali ambayo imesababisha vifo vya watu 28 pale Mbeya, huku rais akisema katika kipindi cha miezi minne ajali 1300 na zaidi zimesababisha vifo vya watu zaidi ya 1200. Naitwa Nordin Selemani, nikutakie tu usiku mwema na utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa UTV. Kwa heri.